Mashabiki wa klabu ya Gormahia ya Kenya wamevitaka vilabu vya Simba, Yanga na Azam kufuta ndoto za kumsajili mshambuliaji tishio wa klabu hiyo Michael Olunga. Mashabiki hao ambao wameambatana na klabu hiyo kushuhudia michuano ya Kagame wamesema Olunga si hadhi ya kuchezea vilabu vya Afrika Mashariki, huku akiongeza kuwa hawataki mchezaji wa Kenya aje Tanzania kwani vi, vi, vilabu vya Tanzania vinaua vipaji. Taarifa zaidi na Ahmed Ali. Baada ya kuzuka taarifa kuwa vilabu vikubwa vya Tanzania vinamezea mate mshambuliaji wa Gor Mahia Michael Olunga, mashabiki wa klabu hiyo wamechachamaa wakisema Olunga si hadhi ya kuchezea vilabu hivyo. Mashabiki hao wanasema Tanzania inasifika kwa kuua vipaji, wakitoa mfano wa George Odhiambo Blackberry, Donaldi Musoti, Dani Serunkuma, Jokins Atudo pamoja na Paul Kiongera. uh vilabu ambavyo vinamtaka mchezaji wa Gormahia Michael Olunga, ningependa kuambia kwamba wamsahau huyo kijana, maanake huyo mali amefikia hadhi yake, ni ya kuchezea timu kama Arsenal. Kama Kiongera alikuja akarudi, Blackberry amekuja amerudi, unaona uh, Mosoti defenda wetu alikuja amerudi. Lakini ni kama mpira inawashinda, ama ni nyinyi, kuna tatizo fulani kati ya mpira ya Kenya na Tanzania, na ambapo tukimuuza kama Tanzania, hiyo ni kusema arudi ligi kama ya East Africa pale lakini sisi wenyewe tunamwona ni kijana ameiva, ako tayari kucheza ligi ya juu ya Uingereza. Tuseme, nimezungumza na Michael Olunga mwenyewe: siwezi sema kitu yote kwa sasa, kwa sasa mi niko focus kucheza Sekafa na hopefully itakuwa poa. Hiyo ndiyo nawezasema. Kiuhalisia, mashabiki hawana uwezo wa kumzuia Olunga kwenda anapopataka. Kalabu ya Simba ndiyo inaongoza katika mbio za kumtaka Olunga kwa kuwa bado wana nafasi ya wachezaji wa kigeni. Azam na Yanga wanaweza kumsajili Olunga kwa sharti moja tu la kuvunja mkataba na mmoja wa wachezaji wao wa kigeni, kwani tayari vilabu hivyo vimeshatimiza idadi ya wachezaji saba wa kigeni. Ahmed Ali, Star TV.